Ehe, waenga usemaga ndugu ni kufa kufana leo kwenye Love of My Life tutaona mambo mengi, mengi sana. Tuanze. Hapa tunamwona Bwana Joel akiongea na mama yake Mariana akimwambia mama, na kuomba mwambie Sara nampenda, na kuomba mwambie ndugu yangu Tino anisamehe na mimi nimeshamsamehe. Mariana alikuwa hamwelewi mwanae maanisha nini. Akamwambia mama leo, hatutoweza kupona kwenye mikono ya Bwana Rogelio. Mama mtu alikuwa amini. Aya, huku tunaona Bwana Rogelio akimvuta mtu akiwa mai akamfunua hivi. Naye tunaona gari kazi ile tulileta hapa, wakaanza kupiga msako, kaingia ndani ya ile jumba, huku na huku kupiga patrol. Akaenda kaona Tino magari yale ambayo yamewekwa hapa. Rogelio amemshikilia mtoto wake Joel. Akamwambia, usifanye hivyo, leo ndio. Rogelio akamwambia balewa ndio ile siku nilikuwa nasubiri amshuhudie mwanao anavyomua. Sasa lazima nimue mwanao akamwambia lazima ni Mariana alikuwa na kazi ya kupiga, akamtoa kile kiroba cha, akamwambia Rogelio, usifanye hivyo Rogelio jeu, akamwambia mama, usi huko, nako wakatokea bana Sara na watu wenzake tena na njia yake, mzikaanza kusikika risasi. Sara kimbembeza babake, baba, usifanye hivyo. Mariana akampata juu yake ya miguu naye Tino kaenda kumvuta rafiki mdogo wake kipenzi Joel, akamwambia sasa, kawashe gari tuondoke sasa, akisema leo ndio ile siku nilikuwa nasubiria kwa hamu. Ile risasi ikaenda kupata kwa Tino ya kichwa pale, kila mtu ilitawala simanzi, simanzi, sio kitu kawaida. Joel akaenda kumfuata yule ndugu yake huko, naye Mariana akiwa nakimbiza mkuku mkuku na bwana Rogelio wakamfunika huku, wakamkimbiza ule ndugu yao Tino hospitalini, wakiwa ameloa damu. Fika hospitalini pale, Tino akapelekwa chumba cha watu theater, chumba chenye watu wagonjwa wako hoi bin taabani, madaktari hawakutaka kupoteza muda. Huko naye bwana Joaki akichukua kwenda kupeleka hospitali, pata huduma ya kwanza, kwa sababu alishambuliwa kwenye mguu. Sara huzuni, Joel ni huzuni Tino anazidi kupambania afya yake, wakiwa nasubiria majibu kutoka kwa daktari. Daktari alikuja pale akawambia hali ya mgonjwa sio nzuri, no, ipo kwenye kufa au kupona. Hilo swala liliwachanganya watu wengi, akiwa Primitiva, Sara na watu wote walikuwa wamefika pale hospitalini.